Siku ya Jumatatu ya tarehe kumi na mbili mwezi wa Rabia Alawal mwaka kumi na moja hijiria ndio siku aliyofariki mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasalam. Anas anaelezea asema, hakuna siku iliyokuwa bora zaidi na siku iliyokuwa na nuru zaidi kama siku aliyoingia Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Madina alipofanya hijra kutoka Makka, na Madina ikabadilisha jina ikaitwa Almadinatu Lmunawara. Na hakuna siku iliyotandakiza kama siku aliyofariki kipenzi chetu Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam

akamwona Abu Bakar yuko mbele na nyuma kwa masahaba wamepanga safu zao. Akatabasamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafurahi kwa kuwaona wamekusanyika katika jambo lile. Abu Bakar alipomwona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadhania kuwa labda anataka kuingia msikitini kuswali, kwa hiyo akataka kurudi nyuma ili ampishe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tume wetu akamwonyeshia ishara kuwa abakie pale pale na aendelee na sala. Siku ile ile ilipofika wakati wa dhuha, akamwita binti yake Fatima radhiallahu anha, alafu akamnongoneza katika masikio yake jambo. Bibi Fatima akalia kilio kilichokuwa kikali. Mtume wetu alivyomwona nalia sana, akamwita tena mara ya pili Alafu akamnong'oneza tena, fadhahikat, bibi Fatima akacheka na kufurahi. Alipoulizwa bibi Fatima kilichotokea akasema, alivyoniita mwanzo alininong'oneza kuwa mauti yamekaribia, fasbiri, akamwambia fanya subra mwanangu. Alafu alivyoniita tena mara ya pili, akanambia Fatima, wewe ndiye utakayenifatia katika watu wangu wa mwanzo. Akafurahi Bibi Fatima radiyallahu anha. Bibi Fatima alivyomwona baba yake maumivu yamekuwa makali, akawa anasema wa karba abata, maumivu yaliyoje ya baba yangu, mateso yaliyoje ya baba yangu. Mtume wetu Muhammad Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia laysa ala abika karbon baada alyawm, baba yako hana maumivu tena baada ya leo. Kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi ali wasallam atakuwaje na maumivu baada ya siku ile aliyakuwa akashaonyeshwa makazi yake kuwa ni peponi, kwani alishasema kuwa mamin nabii, hakuna nabii yoyote anataka kuchukuliwa roho yake isipokuwa atachagulishwa baina ya kuendelea kubakia katika mgongo wa ardhi na baina ya mauti na kukutana na mola wake Allah subhanahu wa taala, na ataonyeshwa makazi yake ya peponi. Mauti yalipomteremkia, wakati ulipofika, akawa kichwa chake amekilaza juu ya mapaji ya Bibi Aisha radhiallahu anha, akazimia Alafu alivyozinduka akaangalia kwenye paa huku akisema Allahumma rafiq al-a'la. Bibi Aisha radhiyallahu anha, -sika. -sika. dhalla yakhtaru da iyo, kachagulishwa na haja. Tuchagua sisi? Kachagua kwenda kwa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rafiq al-a'la. Na katika pumzi zake za mwisho hakuacha kutunasihi, anatutakia kheri umma wake, akawa asema as-salah as-salah, wa ma malakat aymanukum. Yupo katika maumivu yale, lakini akaukumbuka umma wake akaukumbushia tena kuhusiana na sala. Abdurrahmani akaingia ibn Abi Bakar, alivyoingia na mkononi mwake alikuwa akashika mswaki wetu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa anauangalia sana ule mswaki. Bibi Aisha sema, nikaelewa kuwa yeye alikuwa anapenda sana kupiga mswaki. Kwa hiyo akamuuliza, akhuduhu lak, nikuchukulie kuchukulia huu mswaki unataka? Akamtingishia kichwa kwa kuashiria kuwa naam, akampa ule mswaki. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akautia mdomoni lakini msu wake ulikuwa mgumu. Bibi Aisha radhiallahu anha akauchukua ule msu wake akautafuna kwa meno yake, alafu akampatena mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuulainisha. Ndo hapo Bibi Aisha akasema nimepata utukufu wa mate yangu na mate yake yakakutana kwa mara ya mwisho. Pumzi zikaanza kuwa nzito, roho ikaanza kutolewa mpaka ikafika katika koo. Ilivyofika katika koo, wakati kichwa chake kakilaza juu ya kifua cha bibi Aisha radhiallahu anha, kichwa kikaanza kuwa kizito, kichwa kikaanza kuwa hakishikiliki. Kumbe mauti tayari alishamchukua. Bibi Aisha sema kikichukua kakilaza juu ya mto Mata lhabibi Lmustafa, akafariki kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bibi Aisha asema, nikaanza kujipiga kifuani na usoni na wanawake wote waliokuwepo wakaanza kulia, watu huzuni, katapaka khabari ikafika msikitini, mata Lmustafa, amefariki mtume wetu.